Sekta sisi kama chama tunaoangalia uzuri wa chama chetu, tunaongozwa kwa utaratibu kina kanuni na katiba zake. Kwa sisi tutafuata utaratibu, tunaamini. Mwezi wa watatu wa, wa mwezi wa pili tuliotoka Dodoma, nyewe nyewe mliona wajumbe waliomchagua wamasemea wa, wa kura nyingi za kishindo, wana imani na rais, na naamini hata hapa kwetu sisi tutafuata katiba na kanuni, hazitamwonea mtu, lakini kwa wale ambao wanajipitisha, tuwatumie tu salamu kwamba chama kina macho na kinaona, na sisi hatutamwonea mtu, asimamie haki na kama katiba yetu ya chama inavyosema. Ila kama ulijua vunja kanuni, sisi tutaenda kuwatongana na wao. Na wanachama wa pinzi wa Chama cha Mapinduzi, wasubiri muda ufike, wawaache viongozi walioko madarakani watimize wajibu wao. Kipenga kitakapopulizwa, tunawakaribisha waje wachukue fomu na kujitamba huko mitaani. Kwa sasa tunaye mheshimiwa mbunge Priscus Jacob Tarimu kazi zake nafikiri tunaziona. Tunaoheshimiwa madiwani kiongozi na Mstahiki Meya engineer Zuberi Abdalla Kidumu, kazi za halmashauri tunaziona kwa kipindi kifupi. Tumepata mambo mengi na makubwa mno kwa sisi kama chama. Maana nasema wale wanataka kutuvuruga, kama wako ndani ya chama sisi tutashughulika nao, lakini naamini mpaka sasa tuko vizuri na Mungu atatusaidia, tutaenda sana, tutaenda nani, tutaenda pamoja. Na nataka nikwambie tu, Moshi Mjini sio kama ni ya wapinzani, Moshi Mjini ni ngome ya chama cha mapinduzi.

Hatupoteza halmashauri wala jimbo, kwa sababu yako mengi ambayo ya tumeyafanya na wananchi wanayaona, na ndio maana leo ukiangalia asilimia kubwa ya kadi wananchi wanakimbilia. Hapo nyuma ilikuwa kuna shida kidogo, lakini tushaifanyia kazi na sasa chama kimekaa imara. Niseme tu mmoja wetu ndani ya chama cha mapinduzi na kazi nzuri zinazofanyika na serikali na, na mimi tutashinda kwa asilimia 99, kama sisi. zoezi la ugawaji wa kadi za kielektroniki na na wilayani tumeletewa kadi takribani elfu arobaini na nane, elfu arobaini na tano mia nane themanini na tatu tumeanza hili zoezi tokea tarehe na tarehe mbili mpaka tarehe kumi na moja yanda. Na hizi siku kumi, tunashukuru Mwenyezi Mungu, mapokeo yamekuwa ni mazuri sana. Mapokeo yamekuwa ni mazuri, na hii inaonyesha ni jinsi gani watu wana imani kubwa na Chama Cha Mapinduzi. Tulipita mwaka jana tukawasajili, na sasa kadi zimekuja zenye mfumo wa electronic, na tunawaletea wananchi kadi zao, na sasa kila kata kata wako mtaani kupeleka wananchi kadi zao. Tunashukuru Mungu kila kata, na hata masokoni sehemu za taasisi za kiserikali, taasisi binafsi, wamezipokea kadi kwa matukio mkubwa sana, na hii inaonyesha ni ishara kubwa ya ushindi mkubwa wa Mama Samia elfu mbili 2000 mwezi wa 10 kwenye uchaguzi mkuu na wabunge na madiwani kwa jimbo letu la Moshi mjini. Kwa kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mbunge wetu Priscus Jacob Tarimo pamoja na baraza zima la halmashauri. Tumebakiza siku tatu za kumalizia. Kadi ambazo tumezitoa mpaka sasa ndio nasema tuko asilimia 75. Yabaki asilimia 25, najua ndani siku mbili tutakuwa tumeshamaliza na hiyo asilimia ishirini na tano ni wengine waliama, wengine um, mungu wametolewa mbele za haki ehhna. kwa hiyo hizi asilimia ishiri na tano na hii siku mbili, na mi nitakuwa tumeshamaliza zohizi. Inaenda vizuri sana, mapokeo ni makubwa mno. Kwa hiyo kutoka asilimia mia asilimia ishiri na tano sio issue tena, ni kama vile tumeshamaliza kutoka. Kwa hiyo sisi kama Chama Cha Mapinduzi, nami kama msemaji wa chama Moshi Mjini, natembea kifua mbele.